lakini maamuzi ya mwisho bado yatabaki ya TFF na ya TFF, kwa sababu bodi ya ligi mtoto wa TFF, wao wanatoa mtoto, hukatazwi mm. kupewa ushauri. Maana yake tusichanganye mm. kama kama serikali itatoa amri, hapo itakuwa imeingilia. Kama serikali inatoa ushauri, ni kama midieta, kwa ni kama kwani inakatazwaje? mm. Midieta akatazwi, unanielewa? Nakuelewa na kuelewa vizuri eh sasa kama serikali imeamua kuwa mediator, lakini sio kwamba yenyewe ndio itakayosema mwisho wa yote pili. Ikisema hivyo, hapo itaonekana imeingilia, eh, FIFA itashusha rungu lakini mm -hmm. Serikali ikishauri eh, kwamba ndani kwa ndani ikatoa ushauri, ushauri ule utakao unaweza kupokelewa unaweza kukataliwa, mwenelewa yeah. Kwa sababu ushauri sio lazima lazima anakushauri mediators kuna mediation bwana. Mm. kwani wewe ukigombana ukigombana na na, na, na, na, na mkwe wangu mm, alafu mimi nikaja kuwapatanisha kuna ubaya gani? Hakuna ubaya, lakini ubaya kama mimi nitakulazimisha kwamba lazima ukubali au ah, yeah, yeye akubali. Lakini kama napatanisha, mkafika, mkapeana na mikono, mambo yakaendelea, inakubalika, kwa sababu sikuwepo kwenye kikao jalikwa tunasubiri lakini swala la wao kuja huku kuwapatanisha, ili swala lingine unaona bwana, kuingia hmm, kutafuta njia itakayoleta suluhu ambayo inapeleka mbele, lakini ubaya tu utakuja kama itaonekana hilo sasa ni shinikizo au hilo limelazimishwa. Ikifika hapo hapo, tena FIFA atashuka na. Um, umekuwa ukisisitiza sana utawala bora yeah, na viongozi kujitambua kwenye swala hili tumegundua sisi kama redio wani pia, kumekuwa na changamoto kwa klabu zetu hasa kwenye kuelewa na tafsiri ya sheria ama wanasheria wetu kuwatumia vizuri. Mfano, kifungu ambacho kinatajwa TFF na bodi ya ligi kukitumia ni kanuni ya thelathini na nne moja moja tatu, ambayo inasema sababu ya dharura uh, au mkwaju yenye msingi na kubalika na TFF, lakini haina maelezo ya ziada tofauti na tafsiri ya 34 moja moja nne ambayo inasema sababu za nje za kibinadamu ambazo zinafahamika mvua na kadhalika. Inaonekana pia tuna changamoto kwenye utawala bora labda kwa tafuta. Mwisho wa yote mwisho wa yote mwisho wa yote mm, mwisho wa yote, unajua usisome usisome tu kifungu soma, toka sheria ya mama sheria ya mama ya mpira iko kwenye FIFA, sio bana? Ndio eh, ndio E, basi ukianzia huko juu utajua nani mwenye, nani hizo nyingine taratibu, lakini sheria ya mwisho ya mpira wa miguu iko kwa FIFA. Madaraka ya FIFA yanasemaje? mm. ameyakasimia kwa nani? Unaelewa? mm. FIFA ndo wenye mpira wao, amjua mwenye madaraka ya mwisho. Ndo hivo mm. Lakini mwenye madaraka ya mwisho ana madaraka ya mwisho. Sasa vingine hivi ngonjera, mtu kujiona ana madaraka hapo tu ndo nitakapokwanjia mm. lakini hata nchi si ina taratibu bwana, kweli. Kila nchi ina taratibu zake, kila kila si taasisi ina taratibu zake. Sasa ikiwa kila mtu atasema lazima tucheze au sisi hatuchezi, oh, mimi lazima tucheze sisi hatucheze, unamsikiliza na mirusi mingi, mi nafikiri tusubiri, wameitwa wameshauriwa. E, mimi nafikiri tusubirie subira ya utaheri. Unajua, wakati mwingine inawezekana sisi wengine ndio tunaongeza petroli, unaonielewa? Kwa sababu hatujajua, mi sijajua kwamba jana ulitolewa. Kwani kumeshatolewa maamuzi? Bado. Baada ya jana wamesema yeah. Baada ya mazungumzo ya jana hawajatoa taarifa yote mpaka sasa. Ambacho kinaendelea leo ni wadau wakijaribu kutoa tu tafsiri zao, labda staili ya wadau. Ndio kwa nini hawawi hivyo. Unaelewa wadau, nchi hii na watu milioni sitini, haiwezekani mawazo yetu yakawa sawa. Kwa nini hatuvumilii tukaamini wale ambao tumewaachia kutuongoza? Mimi nafikiri hizi klabu zina viongozi waloaminiwa watusikilize, lakini pia bahati nzuri eh, sio bahati nzuri, TFF ina viongozi waloaminiwa, umenielewa hmm? mm -hmm. Kwa nini tusifike mahali kama serikali imesema tusubiri tukasubiri? Kwa nini hawa ah, wadau mimi nafikiri ndio wanaotia msisitizo umeelewa, naam, kwamba inaweza kuwapata kaja na solution eh, ambayo itakubaliwa na pande zote. Ikitokea eh, kwa, kwa kwa kwa mambo labda yanga hawajaridhishwa na usuluhisho ambao utapatikana watakuwa, itakuwa ni sawa kwenda CAS ama kuna namna na nyingine ambayo nafikiri wanaweza kufanya ili ili jambo limalizike ni kwani? Kwa nini unauliza ikiwa Yanga, kwa nini huulizi ikiwa Simba? Kwa sababu hapa pande ziko mbili. Kwa nini inaonekana kwamba hapa pande ni moja tu Yanga? Kwa nini huulizi ikiwa Simba hawakuridhika? Uh, Yanga ndo ambao hawako tayari kupangiwa tarehe nyingine ya mchezo. Kwa nini ngoja kwanza, kwani swala hapa ni, ni tarehe kupangiwa? Shida ni nini, ni kupangiwa au ni ligi kuendeshwa? Shida kubwa kwa upande wa Yanga hawajaridhishwa na maamuzi ya bodi ya ligi kuahirisha mchezo, wanaona hawakuwa sawa. Changamoto kubwa yeah. imeanzia hapo na kwa upande wa Simba wao wanasema wanasikiliza mamla kwa sababu walishaandika malalamiko yao na baadhi yao bodi ya ligi inafanyia kazi kwa hiyo Simba wako tayari kwa ajili ya tarehe ya mchezo mwingine, lakini Yanga wanasema mchezo dhidi ya Simba wao washaumaliza, ambacho wanahitaji ni alama tatu. Walishaandika barua hadi kwenye bodi ya ligi na bodi ya ligi kathibitisha kupata barua na kuijibu, japokuwa wanaweka wazi ilikuwa ni mambo ya ndani, japokuwa sisi wanahabari tuliziona hizo barua. Sawa, mambo ya ndani hayajajibiwa bado. Mm -hmm. Kwa nini tusiwe wavumilivu? Unajua wakati mwingine presha hii ndo mnaweza kuwa mna-, mna, mna mnafanya maamuzi yakawa magumu menielewa mi mm -hmm. Yeah. Nafikiri e, watu wa habari tungekuwa watu wa habari wameandika barua barua, imepokelewa e, wale wamesema wanaifanyia kazi na mimi nafikiri kama waliandika barua, unasubiri majibu sasa unaandika barua alafu tena una nani usubiri majibu? Naam. Kwani kwani majibu yashatolewa? Majibu yametolewa kwa bodi ya ligi wakiweka wazi kwamba mchezo wa kufuata taratibu zote, kwa hiyo Yanga hawezi kupata alama tatu na wakitakia kila heri katika maandalizi ya mchezo mwingine. Ndipo hapo habari zikaibuka za Yanga kutaka kwenda CAS, japokuwa hawajathibitisha wenyewe mpaka sasa viongozi rasmi, kama wataenda CAS kwani kwenda kasi wamezuiliwa? Hapana. japokuwa bodi ya ligi ha. ha, wana... hapana. Sasa tatizo liko wapi? Nani Mchopa bwana, bodi ya ligi wanasema so, laz... na... lakini kwenda kasi hako garanti kwamba wewe ndo mshindi. Halo, nakusikia, nakusikia vizuri. Kwani kwani tatizo la kwenda kasi liko wapi? tatizo ni kwamba hatua inakuwa ni ya juu zaidi na inawezekana ikawa hapa hawajamaliza kila kona. Sawa sawa. Kwani hata hapa hapa nchini kama wewe hukatazwi kwenda kama ya rufaa, kwani unakatazwa? Hapana. Sasa kwa nini ionekane Yanga kwenda CAS ni kitu cha ajabu sana Si kitu cha ajabu, lakini nikataka tu maoni yako, inaweza kuleta afya ama ni bora si kitu cha... sio kitu cha ajabu, lakini nilikuwa nataka tu maoni yako, inaweza kuleta afya ama inaweza kuwa ni changamoto kubwa zaidi kwa upande wa mpira wetu? Usikiliza kwa, kwenda CAS, mwana michezo yoyote, taasisi yoyote ya michezo inaruhusiwa kwenda CAS na sidhani kama ni mara ya kwanza Yanga kwenda CAS. Ni kweli? Eh, sasa kwa nini leo ionekane kitu cha ajabu? Ni, ni wao wenyewe watakaamua kwamba bwana sisi tunakwenda CAS. Mi nafikiri wakiwaende CAS wakubali matokeo yatakayotokea CAS, maanake kama wameenda si, maanake kuna mawili, kuna kushinda na kushindwa. Ndio, naam. Eh, kwenda CAS sio garanti, ni sawa na kwenda mahakamani, sio garanti kwamba wewe mshindi Basi, tuna tuna tunakushukuru kwa maoni yako Mr. Tandau, pole kwa usumbufu. Maoni yangu ni kwamba watu waachiwe taasisi ufanye shughuli zake hmm. Eh, kwenda kasi ni uhuru wa taasisi yoyote, hata mi na wewe kama tukiiwa hapa tunakwenda zetu kasi pia, kama mradi kama ule mshiko tunao. Basi nashukuru na kutakia majukumu mema Mr. Tandau, ku, ku, ku, kulijenga taifa Haya bwana, mimi nakushukuru bwana. Ingaje mimi sina saidi yoyote bwana, nashukuru maoni yako pia, yamekaa hivyo hivyo katikati. Nashukuru sana mao, ila mimi, e, mimi ningependa tuone kwamba mpira wetu unaendelea okay, mm. bila kuegemea upande wowote, taratibu zifuatwe. Ambaye yuko taratibu zimewekwa, mtu ambaye yuko haridhiki taratibu hupo. Kwa hiyo mm. mimi kusema mmoja anakwenda kasi E, sioni cha ajabu. CAS iko miaka mingi na imeundwa kwa sababu hiyo, ila tu sio garanti kwamba kwenda CAS maana yake wewe mshindi.